Leo tutakwenda kujifunza ni jinsi gani unaweza ukapandisha speed ya internet katika simu yako kwa 5G. Tuanze sawa, kushare kusubscribe, kucomment. Hatua ya kwanza, utaingia setting katika simu yako kama hivi, kisha utaenda sehemu alipoandika connection, hiyo hapo oh. Kisha tutagusa sehemu alipoandika mobile network baada hapo tutagusa sehemu alipoandika access name point, kisha tutatapu hiyo plus hapo juu, alafu tutaanza kuanza kuseti sasa. Gusa sehemu alipoandika name, kisha utaandika nne point nne point nane point nane 5g kisha utaandika 5G. Yeah. Kama hivyo tutabonyeza ok. Kisha tutaenda alipoandika APN hapo, ai tutaandika nne pointi nne pointi nane pointi nane tena tutabonyeza ok, okay. Yeah. Kisha tutashuka chini mpaka sehemu alipoandika save hapo tuta click okay. Tutaandika www.google.com e, kama hivyo tutabonyeza okay. Baada hapo, tutashuka tutashuka, tutagusa hapo walipoandika authentication type tutabonyeza pap au chap, kisha tutagusa hapo alipoandika APN protocol tutabonyeza hiyo ya mwisho, hii IPv4 yes. kisha tutabonyeza sehemu tena alipoandika APN roaming tutagusa hiyo, kisha tutabonyeza hapo sehemu alipoandika bearing. Hakikisha unaweka tiki zote, hizo zote unaweka tiki baada ya hapo utabonyeza ok, kisha weka tiki zote kama hivyo, tutabonyeza ok alafu <laughs> nice. Tutabonyeza hizo nukta tatu hapo juu, hapo hizo nukta tatu tuta save, alafu tutachagua hiyo tulo save kuwa 5G. Kisha toka hapo, utarudi nyuma kidogo, hakikisha hiyo data roaming unaiwasha ili mradi kufanya intaneti wetu iwe speed kasi ya 5G, tutaiwasha kama hivyo, afu tutatoka, afu tutawasha data sasa. Tuone je imefanya kazi au imefanikiwa. Tutaingia play store hapo kama hivyo. Umeona eh, vitu vina load tu hapo, vitu vinaingia, vitu vina kasi ya 5G speed ya ajabu. spidi ya ajabu. Asante sana mpenzi mtazamaji, kwa kuangalia chaneli yangu ya